Tarehe tano Disemba, kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Saba Mkapweke. Alizaliwa mwaka 489 karibu na Kaisaria, baba yake akiwa ofisa wa Roma. Kutokana na kazi ya baba yake, Saba alikulia akiwa mikononi mwa ndugu. Hata hivyo, alionyesha bidii kubwa ya kiroho tangu utotoni, akatoroka nyumbani kuingia monasteri akiwa na umri mdogo. Chini ya uongozi wa Mtakatifu Utemi alijitolea maisha ya kiroho na alipofikia miaka thelathini aliruhusiwa kuishi kama mkaa pweke jangwani kwa miaka minne. Aliwavutia wafuasi wengi kujiunga naye, idadi yao ikikaribia mia moja hamsini, kila mmoja akiishi peke yake karibu na kanisa. Malalamiko yalitokea kwa sababu hakuwapo padre miongoni mwao, jambo lililosababisha askofu mkuu wa Yerusalemu kumlazimisha Saba kupadirishwa mwaka 491. Utakatifu wake na moyo wa huduma viliwafutia watu wengi akiwamo mama yake, na fedha alizopokea kutoka kwa mama yake zilimwezesha kujenga monasteri na hospitali tatu. Mwaka 551 aliitwa kuwa mjumbe wa Konstantinopoli kumshauri Kaisari juu ya kufundisha uongo na kulinda waamini. Hata alipopingwa aliendelea kutetea watu wa Palestina walioteswa. Tukio maarufu ni pale simba mkali alipojitokeza jangwani. Badala ya kumdhuru simba alimvutia taratibu nguo yake. Saba alisali kwa utulivu na kumwambia kwa upole, Naona humu pangoni imo nafasi kwa sisi sote wawili, lakini kama ukipenda kukaa peke yako, nenda zako. Simba akaondoka bila kumdhuru. Asante kwa kuwa sehemu ya utume wetu. Ili kupata mwendelezo wa historia ya maisha ya watakatifu kila siku tafakari na mafundisho mbalimbali yanayolenga kutuimarisha katika safari ya kiroho. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kabisa kupata video zetu mpya. Tujifunze, tujenge imani na tukue pamoja katika utakatifu. Bonyeza kengele uwe wa kwanza kupokea video zetu. Tumsifu Yesu Kristo.